Karibu, tuendelee na kama ambavyo tumekujulisha ni kwamba Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imetangaza rasmi kutoa e, kitambulisho cha ithibati kwa waandishi wa habari. Na hata hivyo bodi hiyo imeonya e, kuhusiana na udanganyifu kwa wale ambao hawaja, hawana vigezo vya kufanya uandishi wa habari ama hawana vigezo vya kitaaluma vya kufanya hivyo, na e, maombi ya kupata e, vitambulisho hivi vya ithibati yana Eh, yanafanywa na, ya kupitia eh, mtandao, na tutafahamu zaidi pia kwa kina kuhusiana na shughuli ambazo eh, zinafanywa na bodi hii ya ithibati ambayo imeundwa hivi karibuni chini ya mwenyekiti Tido Dastan Muhando, lakini pia wapo wajumbe kadhaa wa bodi ya ithibati na hapa tumemwalika mmoja kati ya wajumbe Dr. Egbert Mkoko eh, kuzungumza naye kwa kina kuhusiana na, na eh, ithibati ya waandishi wa habari nchini, taaluma ambayo sasa Uh, kwa mara ya kwanza inakuwa na bodi ya ithibati ambayo moja kati ya majukumu mengine ni kuhakikisha kwamba wanadhibiti na kuhakikisha kwamba uh, kazi za uandishi wa habari zinafanywa uh, kwa kuzingatia maadili ya uandishi wa habari, lakini pia taaluma yenyewe, na vile vile wanapewa mamlaka ya kutoa adhabu kwa wale waandishi wa habari ambao watakiuka uh, misingi ile ya uandishi wa habari ama watakwenda kinyume na uh, ithibati ambayo wamepewa. Dokta Mkoko, karibu sana. Asante sana. Lakini eh, tu tuangalie kwa sababu swala la uandishi wa habari ni swala ambalo lina maslahi kwa umma eh, kwa hiyo pia Watanzania lazima wafahamu vyombo ambavyo vinasimamia uandishi eh, wa habari kwenye kwenye nchi nyingine huwa wanatumia muhimili wa nne wa, wa, wa dola <laughs> lakini wengine wanatumia rasmi kabisa, wanatumia neno hilo kwa urasmi wake. Kwa hiyo ni, ni mhimili ambao una maslahi makubwa kwa yeah. Watanzania yeah. Na hivyo tunaona sasa bodi mm. ya ithibati imeundwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanasimamia kazi hizi, nawe ni mmoja kati ya wajumbe. Lakini kwa ufupi tu, kwa mujibu wa sheria ni mambo gani ambayo mnatakiwa eh, kuyafanya? Uh, bodi ina, ina mambo inabidi kuyafanyia kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 pamoja na marekebisho yake. Kuna mambo karibu kumi vi ambayo inatupasa kuyafanyia kazi mm. Lakini jambo la kwanza kubwa ni kutoa ithibati, kama jinsi ilivyo jina bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, yeah. Kwa jambo la kwanza ni kutoa ithibati mbayo ithibati ni nini kwa lugha rahisi eh, kwa kweli hilo ni jambo ambalo la msingi sana, yeah. Ithibati ni kama uthibitisho wa kwamba wewe unastahili kuwa mwandishi wa habari na kufanya kazi za uandishi wa habari mm. Kwa hiyo ule uthibitisho wa kwamba wewe unastahili kuwa mwandishi wa habari yeah, na unaweza ukafanya kazi za uandishi wa habari, ndio hiyo inaitwa ithibati kwa, kwa Kiswahili au accreditation kwa Kiingereza yes. Kwa hiyo ndio kazi ya kwanza kabisa ya bodi kabla kazi nyingine zote ambazo zinafuata nyingine, kama tisa hivi ambazo zinafuata baadaye mm. Sasa kwa hiyo ili kuthibitisha kwamba wewe ni mwandishi wa habari, lazima uwe na sifa za kuwa mwandishi wa habari, na hiyo yote ni kwa mujibu wa sheria hiyo hiyo mm. ya huduma za habari yani. Sasa nani mwandishi wa habari ambaye anapaswa kuthibitishwa au kupewa ruksa ya kufanya kazi kama mwandishi wa habari? Kwanza ni mtu ambaye ana sifa ya chini ya kuwa na diploma au uh, stashahada kwa Kiswahili stashahada mm. ya uandishi wa habari. Hiyo yeah. ni sifa ya kwanza kabisa yani. Ukiwa na zaidi ni jambo bora zaidi. Na watu wengine wanasema kwamba sasa inakuja kwa mtu ambaye ana kwa mfano degree ya kwanza ya uchumi mm -hmm. kwa mfano. Alafu yuko kwenye chombo cha habari. Najua anafanya anafanya kazi kama mwandishi wa uchumi bari. Labda. Yes. Mm -hmm. Anfana, kama mwandishi wa habari za uchumi. Nadhani hata inawezekana hata akava uh, Azam wakawepo watu ambao yeah. wamejikita kwenye uchumi peke yake. Mm -hmm. Au mtu ana shahada ya kwanza ya kilimo mm -hmm. kwa mfano. Halafu anafanya vipindi vya kilimo uh -huh. Pekee yake yani. Uh, hii sheria inamruhusu mtu kama huyu, lakini akiwa amepata mafunzo mengine ama ya chini yake au ya juu yake ya taaluma ya uandishi wa habari. Kwa mfano, anaweza kuwa na degree ya kwanza ya uchumi. Ndio. Lakini akaamua kusoma na diploma ya uandishi wa habari. Mm. Au akaamua kusoma kitu kinaitwa uh, post graduate diploma. Yeah. Ya uandishi wa habari mwaka mmoja <laughs> ya pekee yake yani. Nakumbuka kuna chumba kimoja cha habari kikubwa sana kime, kilikuwa kina wa, wahariri wengi sana ambao wana taaluma hizi tofauti tofauti yeah. Na walichukua mahususi kabisa na walikuwa ni waandishi wazuri sana mm. Wakafikia levo ya kuwa wahariri. Ilipoanza hii hii sheria, waliamua kuwachukua wote pale newsroom, wakapeka chuo cha Dar es Salaam kusoma postgraduate diploma yeah, kwa sababu wote walikuwa wana degree ya kwanza na wengine wana masters uh, yeah. Hasa kwa yeah, na ili wa comply na sheria, lazima wapate kile ile mafunzo ya uandishi wa habari. Yeah. Kwa wakachukua wote kaanza kusoma postgraduate diploma yani. Kwa hiyo kwa sasa ni waandishi wa habari ambao wamekidhi mahitaji yani. Mm. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza ya mtu na ni sifa kiwango cha chini cha mtu kupata kuthibitishwa kama mwandishi wa habari. Lakini cha pili ni kwamba ni lazima aombe aombe kuthibitishwa sasa kwenye, yeah, kwenye kwenye bodi akiwa na sifa hii ya chini. Mm. Anaye anafanya kazi kwenye na chombo cha habari, habari au taasisi ambayo inahusika na masuala ya habari anaweza kaomba kuthibitishwa na kwa mwandishi wa habari. Na ukienda pale chumba cha habari mtu anakwambia mimi kazi yangu ni kupiga picha mm, mimi sio mwandishi wa habari yani. Sheria inasema mpiga picha ni mwandishi wa habari mm, kwa sababu picha unayopiga ni sehemu ya maudhui yanayotoka kwenye telev televisheni, ama kwenye mtandao wa, kwenye online platforms, ama wa, uh, mtanda. Yeah, kwenye gazeti unapiga picha natoka kwenye gazeti ni sehemu ya maudhui pia, mm. Na, sasa tunaambiwa picha inaongea maneno elfu moja, picha moja tu sio? Yeah. yeah. Kwa mtu anaweza kaona picha moja pale, lakini tafsiri yake kaa ni kubwa kuliko habari nzima ambayo uh, imeandikwa ime, ime, ime na good luck. Unaona mm. No, eh? Kwa hiyo mpiga picha pia ni mwandishi wa ni mwandishi wa habari. Naye pia anapaswa kuwa na sifa zile zile. Kiwango cha chini cha diploma na kisha kuomba kwenye bodi ya ithibati. Oh. Uh, mtangazaji. Yeah. Yoyote kwenye televisheni, kwenye redio, hata kwenye mitandao ya online. <coughs> ni mwandishi wa habari. Yeah. Anapaswa kuwa na sifa ya chini kiwango cha stashahada na kisha kuomba kwenye bodi ya ithibati. Mm -hmm. Uwe ni mwakilishi wa chombo cha habari. Kwa mfano nadhani, chukua chukua chombo kama Azam inaweza kuwa na wakilishi wake mikoani, uh, Tandahimba wilayani, huko sijui wapi, lakini huwa wanaleta habari zao Azam. Mm -hmm. Yule mwandishi anatakiwa kuomba, kwa sababu anatengeneza maudhui ambayo jamii inayapata na, ku, na kuyatumiani, kwa hiyo yeah. Wote hao yeah. Ni waandishi habari kwa, kwa sababu tu unatengeneza maudhui ya kihabari kwenye chombo cha habari kiwe cha mtandaoni ama kiwe ni hivi ambavyo tunavita vya asili eh? Redio, televisheni na, na magazeti yeah. Lazima uombe kuthibitisho uombe ithibati na baada ya kuomba ithibati ndipo. Ukiyesha kupata ithibati, utapewa ile press card ama kitambulisho cha uandishi habari. Inakuwa so, ni kazi ya pili mm. ya bodi ya ithibati kutoa press card. Kuomba ama utumaji yes, uh, wa maombi unafanywa yeah. na mwandishi binafsi ama kwa taasisi ambayo ina waandishi wengi chini yake inawafanyia okay. kwa pamoja okay. bodi ya ithibati tofauti na ilivyo TRA tofauti mm. na ilivyo maelezo. mm -hmm. bodi ya ithibati Ina dina good luck like wewe mmoja mm. Inadina wewe mtu mmoja haidina na Azam TV mm. Yaani okay. Azam ni mdau tu mwingine lakini muhusika mkubwa mwandishi wa habari. Ni we mwenye mwandishi wa habari uh -huh. Kwahiyo anayepaswa kuomba ni wewe, sio Azam ikuombee wewe, kama yani hii ni sana ni sana ni sana kuomba ni sana leseni ya gari mm. anapota kurenew leseni yako ya gari hata kama wewe ni dereva wa wizara we mwenye wanakutaka pale TRA ukarinio leseni yako, na polisi wanakutaka wewe, si ndio? Na bodi ya ithibati ni hivyo mm, kwamba we mwenye mwandishi ukifanya kosa huko, wala haiadhibiwi Azam TV. Azam itadili na TCRA yeah. anayedili na chombo au taasisi kwa vyombo vya utangazaji ni TCRA kwa vyombo vya, uh, uh, kwa magazeti na majarida yeah, ni idara ya habari maelezo Haa, wanadili wa na taasisi mm. Lakini mwandishi moja mmoja ni bodi ya ithibati. Kwa hiyo hapo mm. mm. hapo ndo tofauti kubwa ilipo, na ndio sababu unapotaka kwenda kuomba ithibati mm. unakwenda wewe mwenyewe mwandishi wa habari, ila tu ni kwamba chombo chako kitakuandikia barua ya kuthibitisha kwamba huyu kweli ni sasa, kusema hivi vigezo vya kitaaluma vya mtu kuwa mwandishi wa habari mm. E, sheria iliweka ili establish tangu mwaka elfu mbili tangu tangu ilipoundwa mwaka elfu mbili kumi na sita yeah, kabisa lakini, haiku e, ilionekana kuna ugumu kwenye utekelezaji mm -hmm. E, baadhi ya watu wakaona kwamba kwa sababu kumekuwa na watu wengi sana kwenye tasnia ya habari ambao hawana taaluma mm -hmm. ya uandishi wa habari mm -hmm, na wengi ni watu wengine ni watu maarufu mm -hmm. E, kwa hiyo ikawa ni kama ina sheria hii kama imesizi haifanyi kazi <laughs> lakini wakati huu <coughs> bodi inakuja ku, kuleta jambo hilo ama kulitekeleza kulisimamia jambo hilo yeah. Pamoja na mambo mengine, mmejiridhisha mm. kiasi gani kwamba mtaenda na uhalisia uliopo hivi sasa? Uh, kwa sababu sisi tuna tunamion, miongozo ambayo inafanya kazi sisi mm. kama bodi na pia secretary kwa upande wa pili ya, ya bodi, kuna mm. miongozo ambayo inaongoza ina, ina, ina, ina katika kufanya kazi tuna pamoja na sheria, lakini kuna kanuni ambazo zimetengenezwa, afu kuna miongozo ambayo inafanya inasimamia ina, ina utekelezaji wa zile kanuni pamoja na sheria kwa mm. hiyo, hilo si tatizo hata kidogo. Na imechelewa kuanza kwa sababu baada ya sheria elfu mbili na kumi na sita ndio. Na kwanza paka pana mjadala mkubwa sana kwamba hivi sifa ya chini iwe ni diploma au iwe ni shahada ya kwanza, kwanza iwe stashahada au iwe ni shahada ya kwanza kama na degree, degree. Mm. Yeah. Mwanzo ilikuwa kwenye sheria kama ilikuwa degree lakini baada ya danadana za hapa na pale na hasa kwamba watu wengine walishaingia kwenye media miaka mingi, wakati huo wa hapakuwa na degree ya uandishi wa habari, akasema okay, basi bora tufanye hiyo diploma, kwa sababu chocho cha uandishi wa habari kinacho diploma TSJ iko kutoka miaka ya sabini huko mm -hmm. Kwa hiyo wakasema bora iwe ni diploma. Sasa serikali ikaona kwamba kweli kwenye media kuna watu wengi sana kwenye vyombo vya habari wengi sana ambao hawana kiwango kile cha diploma mm. Kwa hiyo ikatoa muda kwamba hatutaanza kutekeleza wala tutoe miaka minne ili watu ambao hawana diploma na wapo kwenye vyombo vya habari tayari mm. Waende kutafuta diploma mm. kwa elfu mbili na kumi na sita mpaka elfu mbili na ishirini ikawa ni muda umetolewa na serikali kwamba wale waliopo kwenye vyombo vya habari ambao hawana diploma wakajiendeleza, mm. kupate diploma na vyuo vingi vikaamua kuanzisha. Chuo kikuu cha Dar es Salaam walikuwa hawana diploma, lakini ilibidi waanzishe diploma. Tena ukaona kuna wengine wako nje mbali huko, hawana uwezo wa kutoka kule kuja kusoma Dar es Salaam mm. Wakamua kwanza mpaka diploma ya online na imethibitishwa kabisa yani. Mtu anasoma online ukiwa uko unafanya kazi uliko yani. Kwa hiyo hakuna kisingizio cha mtu kutokuwa na diploma. Yani. Sasa baada ya miaka minne kumalizika, unajua wadau walikuwa wanapeleka kesi mahakamani mm. ya kutaka marekebisho ya sheria ya huduma za habari na nini. Kwa hiyo hata mm. serikali nayo ikashindwa kuanzisha pale pale bodi ya ithibati na vyombo vingine ambavyo vitakiwa kuanzishwa. Lakini mambo mengine yakawa yanatekeleza. Mambo mengine yakaendelea ambayo yalikuwa hayahitaji ambayo yalikuwa hayaguswi sana na ile Uh, mambo yaliyokuwa mahakamani, lakini vingine vikawa vinasubiri subiri kwanza mambo ya mahakamani yamalizike. Yani baada kwanza, ile mambo mengi ya mahakamani yalikuwa yamejikita kwenye swala la uhuru wa vyombo vya habari, vipengele vile ambavyo vilikuwa vinaonekana kama vina vinabana uh, uhuru yes viambavya. na moja wapo ilikuwa ni kwamba kila mtu anaruhusiwa kufanya kazi ya kuandisha habari mm, kwamba simzuie mtu yoyote kufanya kazi ya kuandisha habari mm, kwa maana kwamba toke amka asubuhi leo mtu yoyote atatoka yange tafuta ya habari, hiyo ni moja wapo kwamba, mm. kwa, awe huru kutafuta habari na kutuwasilisha kwa mtu yani mm. ya yeah, lakini na hiyo ilikuwa inakuja kufanya kazi wa bodi kazi wa bodi ya sasa, baada ya kesi kuisha na pia serikali kaamua kufanya marekebisho ya ya baadhi ya vifungu vya sheria mm. tayari kapita miaka mingine ilipita miaka miwili mingine ya ziada na mingine miwili mpaka bodi ipoje kuundwa mwaka jana. Kwa hiyo jumla ni miaka nane, zaidi ya miaka nane toka sheria ilipopitishwa 2016 mpaka 2024 maana mwaka jana ndipo bodi ikaja kuundwa miaka nane, mm. kwa hiyo ile sifa ya kuwa na, na diploma kwa watu ambao walikuwa tayari kwa newsroom walikuwa na miaka nane ya kujiandaa, mm. kwa hiyo kusimamia haitakuwa kazi hata kidogo yani, mm. ni kama sheria inasema nini, mm. na lazima watu comply na sheria, na kwa hiyo hata chombo kama sasa, Azam <laughs> ni lazima kiikishe kwamba watu ambao inawaajiri, mm. ama inao hapa Azam <laughs> wawe na kuwa umesema kwa, kwa nyie mnashughulika na mwandishi moja mmoja yes, ambaye hana hivyo vigezo <coughs> na anafanya kazi za uandishi wa habari kama kawaida, mtamfanya nini? Mtakuja kumkamata na polisi? Kwanza ajue kabisa kwamba anavunja sheria, hapo hapo ni kama anafanya kosa la jinai. Kuna yeah, dhana ya uandishi wa habari wa raia, ma citizen journalism, watu wana tumia mitandao ya kijamii ambayo wana wafuasi wengi ambao hahitaji kuwa na chombo cha habari cha mtandaoni wala kufanya kazi katika chombo cha habari na anaweza akatoa habari. Huyo anaingia katika kundi gani? Bado kuna mjadala mkubwa sana kuhusu hicho tunachokiita citizen journalism. Mjadala mkubwa sana. Kwanza journalism ni nini? Hii ni taaluma. Mimi nikiamka asubuhi nikipata toka content pale, alafu nikakarushi peka mtandaoni au kwenye nini, sijafanya journalism bado, hata kama nimepasha. Journalism ni taaluma, na paswa niwe na taaluma ya uandishi wa habari. Taaluma ina misingi yake. Nikupe mfano mmoja ndio. Of course, ni, ni utani ambao ni utani wa kweli, unafahamu. Mm. mm. Unafahamu waha

Uh, anapata dharura kidogo mm. Anapisha anasema, naomba nishikie ujibishi wangu, nitakuja kuendelea baadaye. Anakwenda kirudi, anafanya, umefika wapi? niendelee kwanza ulipoishia, na atawashinda wote kwa ubishi sasa <laughs> pamoja na ta, una, na ujuzi wao mkubwa sana kuongea mm. Hata siku moja hawezi kumchukua akawa wakili wako mahakamani <laughs> sio? mm. Anajua sana kuongea, anaweza akawashinda mawakili wengine wote pale mpaka jaji akasema, lakini kweli <laughs> eh? <laughs> Lakini pamoja na yote hayo hawezi kuwa wakili wako mahakamani kama hajapata haja hajapata taaluma hiyo, Daktari, bado tunarudi pale pale. mm -hmm. E, mtafanya, kwa sababu mnakwenda kusimamia jambo hili ili litekelezwa kama sheria inavyotaka yes. Mnayo meno ya kuwazuia wale ambao hawana vigezo na wanafanya uandishi wa habari kama kawaida? Mtaf, mta, au kiufupi tu mtawafanya nini ikiwa hawajakuja kupata ithibati, hawana hiyo taaluma na wanafanya kazi za uandishi wa habari? Sisi cha msingi ni kutekeleza sheria. Mnaitekelezaje ambayo sheria inasemaje pia juu ya hawa watu eh, juu ya hawa watu? Sheria haiwataki wafanye kazi ya uandishi wa habari kama hawajapata wakifanya kazi um, wamevunja sheria. Sawa, um, na, na, na wewe unapoendesha gari imewaka taa nyekundu alafu akapita taa nyekundu halafu mamlaka zinashughulika na wewe kwa kuvunja, inaeleza ukivuka taa nyekundu adhabu yako ni nini? ni e. eh? Inaeleza, sheria inaeleza vizuri sana adhabu ya mwandishi aliyekiuka makosa ya kufuna kufanya kazi na sio sana sema mwandishi tu yeah. Hata chombo ambacho kiwe mwajiri mtu ambaye hajapata ithibati yeah. naeleza pale, na kuna faini na vifungo viko, kuna adhabu, kuna kifungo mm -hmm. na kuna faini mm -hmm. kwa hiyo wewe utapewa mahakamani, ikithibitishwa ni kweli umefanya kazi ya uandishi wa habari, ndio mtamshtaki. Eh, bodi bodi, yeah. bodi hii, bodi ni ni entity ambayo inaweza ikashitaki. uh -huh. Na inaweza ikashitakiwa, uh -huh, kwa mujibu wa sheria uh -huh. Kwa hiyo ina mamlaka ya kumchukua mwandishi huyu mtangazaji uh -huh, ambaye hajapata ithibati uh -huh, na tukaenda kumshitaki kwamba huyu anafanya kazi pasipo kupata ithibati uh -huh. Na sheria inasema usipopata ithibati unafanya unatenda kosa jinai uh -huh. Kwa hiyo mahakama itakuhukumu kwenda jela msikini, miaka moja miwili, tunasoma kwenye sheria, na au faini ya milioni tano au vitu vingine, kwa sababu usimamizi kwa e, sana kwa hilo yani. Kwa hiyo hiyo kitu ambacho ndio usimamizi ambao ufuatiliaji huo wa kina, tuseme ni effective execution mm, ya jambo hili yeah. Inaanza lini rasmi au imeshaanza sasa hivi? Kama tulivyo, tulivyotangaza wiki hii mm, uh, Jumatatu juzi, ni kwamba tumeanza rasmi kutoa ithibati mm. Sawa, so, kwa hiyo tunachofanya tu tu tu tu kwa mm. sasa hivi kwanza ni kuelimishana, kama tunavyofanya hivi sasa hapa studio, tunaelimishana kwamba jamani, tuendeni tukapate ithibati. Na mmeweka muda gani wa kuelimishana? mm. <laughs> Uh, elimu huwa haina mwisho, tutaelimishana kwa sababu waandishi wanazalishwa kila siku. Mpaka lini ambapo mnategemea ithibati mtoe kwa waandishi wa habari na tayari sasa muanze? Hakuna mm. Hakuna deadline niseme hivi, yani hakuna kama siku ya mwisho kwa hao ambao wapo, na itakuwa endelevu. Sivyo? ni endelevu, lakini lazima tufikie hatua daktari, tuseme kwamba sasa, kwa hatua tuliofika, tumeshatoa elimu, sasa ni muda wa kutekeleza sheria, kwa sababu kuna msemo unasema, kutokujua sheria sio kigezo cha kutenda kosa. Kwa hiyo maanake wakati huo watu hawatahitaji elimu ili kuzingatia sheria. Na sema nini? Sawa, bado hatujasema kwamba tunafika mpaka mwezi wa sita, umeshapata ithibati, vivyo hivyo Tun -tun -tun -tun -tun -tun taratibu tunaenda yeah. Kanza ku kuanza -ku -ku -ku -ku kuonyeshana makucha au kutishana wa mapema, sina si lengo kubwa sana mm. Lengo ni kufanya kwamba watu waelewe kwanza umuhimu, yaani mtu itoke moyoni mwake yeah. Kwamba mimi I am a journalist. Not a, I am a professional mimi ni mtaaluma katika uandishi wa habari aione aone fahari yule mwandishi wake wa habari aende mwenyewe akachukua ithibati awe mwandishi wa habari. Ila sisi tunatakiwa kwamba tukishaona tuna idadi ya kutosha mm, ya watu wamepata ithibati tunapaswa kumwambia waziri, kwamba waziri, nadhani idadi ya waandishi wa habari okay, iliyopo inatosha mm. Na tunapaswa kufanya hivyo kwa sababu waziri anatusubiri sisi tuandikishe, tutoe ithibati kwa waandishi wa habari, aitishe kitu kinachoitwa baraza huru la habari, Independent Media Council of Tanzania. Yeah. Na hilo baraza wanachama wake ni waandishi wa habari wote Tanzania nzima walipata ithibati. Mm. Wanatakiwa wafike kwenye huo mkutano wa kwanza. Kwa hiyo ni sisi ambao tunasubiriwa tuandike tupate idadi ya kutosha. Kwa hiyo mm, tunataka kuona kwamba hii trend ya watu kuja kupata ithibati inakwendaje. Tukishapata idadi ya kutosha hapo, tutataarifu waziri na bila shaka kuanzia hapo tutaona kwamba sasa kwa wale ambao mpaka sasa hivi hawajapata ithibati na wapo kwenye vyombo vya habari. Hebu sasa tukawakumbushe kwa nguvu huko aliko, kama hawastahili basi watupishe, mm. waache watu ambao wanastahili wafanye kazi ya uandishi wa habari. Tutafika wakati itabidi kufanya hivyo. Ka, katika utoaji wa vitambulisho wakati mwingine mm. au uh, kuna baadhi ya taaluma pia zinakuwa na leseni na mtu anazuiliwa leseni kwa muda mm. kutokana na sababu mbalimbali. Yes, mbali. Yes, kwa upande wa bodi mm. e, inamlinda vipi uh, mwandishi wa habari? Jambo la msingi sana hilo umeliuliza hii uh, is, ithibati ambayo tunatoa sisi haitofautiani sana na hiyo leseni unazungumza. Hata hii press card inayotoa sisi haitofautiani sana na hiyo leseni ambayo unazungumza uh, na ni kweli kwamba kwa mfano ukiwa daktari yeah, afu kakiuka maadili ya kidaktari kama daktari wa, wa, wa, wa hospitali sio, nawazungumzia na wakiuka taaluma yako, wanaweza wakakwambia kwamba ile chama cha madaktari maana ndo chenye dhamana hiyo mm -hmm. naweza kwambia kwamba sasa wewe bana Hebu tunakusimamisha leseni yako kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili, hmm. na sisi kwenye bodi ya ithibati ni hivyo hivyo. Mtu ambaye anakiuka taaluma ya uandishi wa habari, anakiuka maadili yote ya uandishi wa habari, kwa mujibu wa taaluma yetu, tuna uwezo wa ama kumsimamishia leseni yake kwa muda fulani, ama kumnyang'anya leseni yake, au utakapokuja kurenew leseni, I mean kurenew ile ithibati yako, nasema wewe bwana, hapana kwa sababu wekuwa na trenda ukiuka mara kwa mara maadi yetu waandishi wa habari uh. Kwa hiyo ithibati itakuwa na kitu kama hiki. Hapa mimi nimekuwa kwanza, ukipata, utapata kitu kama hiki na okay. Uh. ukiangalia hii ina QR code hapo, na ile QR code ni kwamba, hiyo ukiscan hiyo QR code itakuwa inakupa taarifa, mtu akiskani hiyo, inampa taarifa zote kwamba wewe umepata ithibati kwa mnatoa ya miaka miwili miwili, miaka miwili, mm, miwili. Yeah. Na kama uki tukiwa tumesitisha mm -hmm. kwamba baba, umefanya kosa la kwanza, ukapewa onyo la pili tukasema, sasa wee, tunakusitishia leseni yako kwa muda mm, ya ithibati yako, muda wa miezi sita, kwa mfano, labda kiko namna hii. yeah. mm. Kwa hiyo mtu ambaye, kwa mfano, akisitishwa yeah. mm. ithibati yake mm. hii, i, mtu akiskani kwenye hii QR code uh-huh. Ataona pale kwamba, yeah. kwa kwamba huyu yuko suspended. Eh. Kwa hiyo kwamba huyu haruhusiwi kufanya kazi ya waandishi ya wa habari. Mm. Na chakufanya hapa ni kosa. Mm. Kwa hiyo unachukua tu watu kutoka pale pale moja kwa moja. Mm. Yeah. Na kama kioa imesitishwa kabisa, mtu mm. akisikana tu apata jua. Lakini pia sisi tuna utaratibu kwamba uki ukizuiwa zi, kufanya kazi ya waandishi ya wa habari mm. kwa mujibu wa sheria na kanuni zetu. Ndio. Tunakutaka hii sio mali yako, huku imeandikwa kwamba sio mali yako hapa yeah. Nyuma ni mali ya Bodi ya Ithibati unapaswa kuirejesha kwa bwana nani yenu. mm. Uh, hii hapa yani mm. muda wangu ukifika, nitakuja kuichukua au kuja kuomba tena mm. ili mnirejeshe yani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, na itakuwa ina uhai wa miaka mm. miwili. Kwa hiyo baada ya miaka miwili lazima ukarenew mm. kama usipo renew utajua kwamba wewe bwana umeamua kuachana na waandishi wa habari Kwa wale ambao tayari wamekushaanza kuomba, inaonekana bado kuna changamoto kidogo katika mtandao. Mnashughulika nayo sisi, ambao ni kweli, kwa sababu hata jana mfanyakazi mmoja a napata tatizo sawa, na kumbuka kwamba uh, hii poto inafanya kazi kwa waandishi wa habari wote nchi nzima, hmm, kwa wakati mmoja. Sasa lazima wakati mwingine inazidiwa, hmm, inazidiwa kwa sababu waandishi ni wengi sana, wengi sana, hmm. na kwa hiyo ni muhimu sana kufanya kujaza taarifa ta zako mle, ili uweze kupata ithibati. Sasa kila mtu kuna ile nijaze sasa hivi, mwingine anajaza, mwingine anajaza, matokeo yake ile poto inazidiwa. Kwa hiyo wakati mwingine si kama kuna tatizo kubwa, isipokuwa ni kuzidiwa. Kutokana na hiyo, tunaweza kutafsiri au kusema mwitikio umekuwa mzuri. Ni wazi mwitikio umekuwa mzuri sana. Bila shaka basi, Daktari, tunakushukuru sana. Mimi nimependa ule mfano ulioutoa kwamba kama ni taaluma ambayo ya kuzaliwa, kipaji cha kuzaliwa nacho imezaliwa nacho, lakini bado huwezi kwenda kuwa wakili mahakamani kabisa. Yaani hata kama una kipaji, umezaliwa nacho, lazima upate taaluma upate, mm. upate, upate mafunzo na yo mafunzo, mafunzo, mafunzo yathibitisha kwamba wewe unakidhi kufanya hiyo taaluma na inabidi yeah. baada ya hapo inabidi kuwa na wivu na taaluma yako, unajua, mm. wanasheria ukiona mahakamani pale na makoti yao yale na wauaz waandzawntafikia Wana, t tutakuwa na hizo kodi naiu kikunaauzua <laughs> <tukua. tukua> <Yeah. tukua> Yeah. Na, eh, ni Dkt. Egbert Mkoko ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia mjumbe wa bodi ya ithibati ambayo inaongozwa na mwanahabari nguli Tido Dastan Mahando. Tunakamilisha hivyo, endelea kufuatilia Azam